Tuanze na Derek Bet eh, ODM. Yes. Ita survive kwa sababu tuliwaona wengi ambao wakipata microphone mm -hmm. Kila mtu anasema baba alisema baba alisema baba alisema <laughs> chama hiki baba akienda, <laughs> ita survive kweli ama, eh, mwelekeo utakuwa ni kusema tu kweli, i want to be pragmatic. Yes, ukijaribu kuona wale wanasiasa ambao baba aliwaacha hapo, bado ni vijana wadogo. Okay, lakini kama kuna kitu ambacho nataka niambie, niseme, na ningemwambia lakini hayuko baba, alifanya kazi nzuri kulea vijana, ndiyo na vile ambavyo uliwasikiza katika mazishi mazishi yake walipoongea, ungesikiza vijana ambao wanajua chenye wanataka okay, ambao wanajua pale ambapo wanaenda. Oh. Bram uh, we we can officially declare ODM as a dead party. Ai, ODM imekufa. Niulize kwa nini. Kwa nini hiyo hiyo siku yenyewe kulikuwa na mazishi ya baba Ndi. and it was very unfortunate by the way, yeah. kulikuwa na very many voices yeah. different so, Very many voices inasema vitu tofauti tofauti. Yeah. Kuna faction ya kina Gladys Wanga. Yeah. Akili yao iko tu kwa serikali. <clears throat> Yes. Kuna faction ya kina Sifuna ambao yeah. Wanasema baba alisema we will have a candidate in 2027. Jee. We have people like Orengo who want to maintain the party. Yes. We have people like Simba Arati wenye wao wako na different opinion. So yes. Hivyo unaona sasa hii people chama kilikuwa kimegawanyika. Yes. Alafu ODM wakafanya makosa ingine moja kubwa mm. Wakakimbia. Yeah. Wakaenda wakakonduct waka a neck meeting. Yeah. Ile National Executive Council wakachagua Oburu Odinga, eh, kama the acting party leader. Aya. O, o, o, that was a very rash decision. Okay. Kwa sababu there is somebody younger who could hold that position. Ni majenzi mngetaka kijana aiko hapo. Mtu kama Babu Wino is equal to the task. Okay. Na in Kenyan history, wanasema history repeats itself. Yes. Kenya is littered, Kenyan politics is littered by political parties that died

iji e. Kanu yeah. Ilienda na Moi. Jubilee, PNU ilienda na Kibaki mm. Jubilee ilienda na Uhuru na Kenya mm. Na hata ODM mm. Na nasikitika kusema imeenda na baba Oburu Odinga. Yes, ni mmoja wapo ya viongozi ambao wako na wako na wisdom na sisi Ndi, kama vijana si lazima tuongoze mbele yeah. Sisi vijana provided si pia sisi lazima tukubali kuongozwa nipoza yeah. Siku moja tunaweza kuwa uongozi yeah. Raila Odinga amekufa Mm. Raila ndiye alikuwa ODM. Bila Raila hakuna ODM. Mm. Kitu ya pili kuna tu wafuasi hii mm, Kenya Jee, wenye wako kulikuwa ODM kwa sababu ya Raila. Sio, yeah, kwa sababu ya ya Edwin Sifuna. Sio kwa sababu ya Badi si ah, kwa, e, kwa sababu ya Wanga ni kwa sababu ya Raila.